Nam uhali gani, mwanamichezo mwenzangu, popote pale ulipo pande zote za dunia hii. Ni Global Sports ya Global TV, mimi ni Kasmir Mseleche, jezi nambari saba, kiungo machachari kwelikweli, katika kukuletea habari za kimichezo kubwa zaidi. Tunaangazia ligi kuu nchini Uingereza maarufu kwa jina la Premier League, ambapo game kali ilipigwa jana, mechi ya kuamua matokeo ya kumtafuta bingwa wa ligi hiyo ya Premier League. Baada ya kuwa na msimu mbaya kwa mwaka jana kiasi cha sababisha kumfukuza kocha wao aliyekuwa Jose Mourinho. Hatimaye Chelsea imerejea kwa nguvu katika soka la ushindani na kukamilisha kile ambacho ilikifanya kwa muda mrefu msimu huu wa elfu mbili kumi na sita elfu mbili kumi na saba Chelsea imetangazwa kuwa mabingwa wapya wa ligi kuu ya England Premier ya ligi baada ya kuifunga West Broms Albions bao moja kwa sufuri usiku wa kumkia leo na kufikisha pointi 87 ambazo haziwezi kufikiwa na timu nyingine yoyote katika ligi hiyo. Bao hilo lilofungwa na Michi Bachwai katika dakika ya 87 liliipa Chelsea ushindi huo na kujihakikishia ubingwa, huku kocha wao Antonio Conte akipagawa kwa furaha na kujikuta akiingia uwanjani huku akishangilia. Conte alishangilia kwa seri yake ya kurukaruka na kuingia katika sehemu ya kuchezea, ambapo ilibidi wasaidizi wake na mwamuzi wa akiba kumfuata na kumsisitiza kutulia. Kabla ya kufungwa kwa bao hilo, mchezo ulikuwa mgumu na kwa timu zote zilishambuliana kwa zamu, huku ukionekana mchezo utamalizika kwa suluhu. Michy Batchuayi alianzia benchi katika mchezo huo na kuingia katika dakika sabini na sita akichukua nafasi ya Pedro Rodriguez ambaye alishindwa kung'ara. Ubingwa huu unakuja ukiwa ni timu hiyo imesalia na michezo miwili mkononi na hivyo kumfanya sasa vita hiyo iliyosalia ni kwa timu nyingine tano zinazoania kuwemo katika nafasi 4 za juu, yani top 4, ili kushiriki ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu ujao. Tottenham inashika nafasi ya pili katika msimamo wa ligi Premier League ikiwa na pointi 77. Ikishinda michezo yote iliyosalia itafikisha pointi 86, ambazo tayari zishavukwa na the blues yanchos ambao wana pointi 87. Mimi ni Kasmiri Mseleche. Kwa habari nyingi za kimichezo usikose kutembelea kwenye account yetu ya Global TV YouTube channel ya kupendwa kabisa, Facebook, Instagram pamoja na Twitter, tupo at Global TV tz. Usisahau kulike, kushare na kucomment kwenye mitandao hiyo ya Facebook, Instagram pamoja na Twitter at Global TV tz. Ni nikutakie wakati mwema Endelea kushare nasi habari muhimu za kimatukio zaidi, asante.